Ndugu zangu dada zangu, oye. Oye, oye. Na mimi nani kweli. Mimi Mmeru ile ilinatu washauri wenzangu, ndugu zangu dada zangu, zangu, zangu mbukeni kulamila, kuna mila kuna wazee punguzeni mambo mengine jamani. Kitu kama tusi. Matusi hmm? Vijana wadogo kwa wakubwa wenyewe kusahau kuna wakubwa

hivi jongezi thamani yako umepoteza wapi? Wapojonga, najua pia mimi mtanitukana kwa comment. Nitashuhudia mimi kabila gani? Mimi si Mtanzania nawaambia, si kabila mimi, si Mtanzania hmm? Mimi ni Mmeru kama wewe, mimi ni Mmeru kama wewe kudadadeki Ronaldo, Ronaldo, mbita sawa eh? Ni Ronaldo, mbita wa Ronaldo, sijapo kwa kuniuliza maswali ya bana, no. Mimi mzaliwa wa Meru kabisa Mount Kenya, ambao tunaongoza na Katongo, ambao sisi tunampiga, atu presidenti, na kiatu, presidenti mwenye, tunampiga na na kiatu kiatu, tunapiga sisi. Hatumpigi, tunampiga presidenti na kiatu hmm? Na tuambie, tunampiga sisi ile tuwe tunaendea wana